Ternamb zenye hujambo, hii ni Dems Media ni kukaribisha kwa mara nyingine tena kufuatilia taarifa ya habari ya leo Jumatano Mei 28, 2025. Moja kwa moja tuangazie huko Rutshuru, mapigano mapya ya kutisha yaliibuka tena siku ya Jumanne Mei 28 kati ya jeshi la serikali ya DRC FARDC na waasi wa M23 katika eneo la Ruchuru jimbo la Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya kuaminika kutoka mashinani, milio mikubwa ya silaha nzito na nyepesi ilisikika majira ya saa tano asubuhi kwa saa za eneo hilo na kusababisha wimbi kubwa la wakazi kutoroka makazi yao kwa hofu ya usalama. Wananchi walionekana wakihama kwa wingi kuelekea maeneo yanayozaniwa kuwa salama wakiacha nyumba na mali zao. Hakuna taarifa rasmi ya idadi ya vifo au majeruhi iliyotokea hadi sasa, lakini hali ya taharuki imetanda kote katika maeneo ya mapigano. Katika hatua ya kuimarisha ulinzi, jeshi la FARDC limefanikiwa kuzuia jaribio la wahasi hao kusonga mbele kuelekea mji wa Kanyabayonga. Serikali kupitia jeshi lake imetoa rahi kwa wananchi waendelee kuwa na imani, ikisisitiza kuwa iko imara na imejizatiti wasambaratisha waasi wa M23 wanaoungwa mkono na majeshi ya Rwanda, tukiangazia moja kwa moja katika tukio la jana Jumanne, Mei 27 mwaka 2025. Kwa upande mwingine, mapigano makali pia yaliripotiwa siku ya jana, Mei 27 katika vijiji vya Rukakara na Marangara ndani ya kundi la Tongo huko Ruchuru ambapo wahasi wa M23-AFC walikabiliana vikali na wazalendo. Mashuhuda walioko katika eneo hilo walithibitisha kuwa nyumba za raia zilichoma moto, maduka yaliporwa na raia waliuawa katika kijiji cha Runzenze. Wakazi wengi walilazimika kukimbia, wakijikuta bila mahali pa kulala usiku huo. Kijiji cha Marangara kilicho umbali wa takriban kilomita 35 magharibi mwa mji wa Kiwanja kimeathirika pakubwa katika mashambulizi haya. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa waasi hao walikuwa katika harakati za kuelekea mji wa Bambo, hali iliyoibua hofu ya kuendelea kwa ghasia katika maeneo zaidi ya Rutshuru. Mapigano haya ya jana ni mwendelezo wa mashambulizi yaliyodumu kuanzia ya nzia Alhamisi hadi Jumapili Mei 25, katika maeneo ya Kagando na Bambo, ambapo pande zote mbili, waasi wa M23 AFC na vikundi vya wazalendo, walipata majeraha na vifo, huku shughuli zote za kirahia zikisitishwa kutokana na hali inayoendelea kuzorota. Wito umetolewa kwa mamlaka za kitaifa, jumuiya za kikanda na mashirika ya kimataifa kuingilia kati haraka ili kuzuia kuenea zaidi kwa ghasia, kusaidia wakimbizi wa ndani na kuhakikisha ulinzi wa raia wanaozidi kuteseka. Hii ni Dems Media, ni kusihi usisahau kusubscribe, lakini pia kushare na wengine ili kuendelea kupata taarifa kama hizi kila siku. Asante.